Tena kwa mara nyingine tujifunze neno la Kristo katika siku hii ya leo. Nataka tutazame kile ambacho pengine umewahi kukisikia watu wakisema ya kwamba Kristo hakujua kusoma wala kuandika, lakini kwa muujiza wa Mungu aliweza. Au wengine wakisema ya kwamba Petro aliweza kusoma kwa muujiza kwa sababu alikuwa hajui kusoma. Mara nyingi mambo haya yanatokana na haya mafundisho mawili. Fundisho la kwanza tunaweza kulisoma katika kitabu cha Yohana sura ya saba kuanzia mstari wa kumi na nne ambapo anasema ya kwamba hata ikawa katikati ya sikukuu Yesu alikuwa ya kuingia hekaluni, akafundisha. Wayahudi wakastajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma? Unaweza ukaona hayo maneno yanauliza, au Wayahudi wanauliza baada ya kuiona hekima ya Kristo, wakauliza ya kwamba amepataje mtu huyu elimu ambayo hakuisoma. Hapa hawajasema ya kwamba hakwenda shule au kwamba alikuwa hajui kusoma wala kuandika, ila wanasema ya kwamba amaipataje elimu ambayo hakuisoma. Kwa maneno mengine, kama ni mhandisi, ukamwona anafanya kazi za uhandisi, lakini umemjua maisha yake ya kwamba hajaenda shule kusomea katika shule za uhandisi, maana yake ni kwamba mtu huyo utamshangaa kwa jinsi ujuzi ule ameupata wapi? Lakini pia andiko lingine ambalo unaweza ukalisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nne, mstari wa kumi na tatu anasema kwamba, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hili ni jambo lingine pia ambalo linamfanya Petro na Yohana wawe pia ni wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika kulingana na mafundisho ya walokole wengi, na pia watu wengi ambao wamekuwa kifundisha ya mafundisho. Lakini kimsingi hapa pia hajasema ya kwamba watu hawa walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, kwa sababu hapa ukiangalia sura hii jinsi walivyokuwa wanajieleza, walikuwa wanatoa ushuhuda wa Kristo na ndio maana hata hapa anamalizia na kusema ya kwamba wasio na maarifa wakastajabu, wakawa, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu, kwamba elimu waliyokuwa nayo na maarifa waliyokuwa nayo wameyatoa kwa Yesu, ndicho walichokitambua kwa sababu watu hawa wakuwa na elimu wala maarifa ya kile ambacho walikuwa wanakinena au mambo ya kitabu cha Torati. Sasa hii elimu ambayo ilikuwa inazungumziwa hapa ndiyo hasa ambayo nataka wewe sasa uielewe kwamba ni elimu ipi ambayo walikuwa wanaambiwa ya kwamba hawakupata elimu, kwamba hawakuwa na elimu. Kama Kristo hapa amesema ya kwamba hakupata elimu, ameitoa wapi hii elimu ambaye hakusoma? Kwa maana kwamba mtu huyu ambaye walikuwa wanamuona ya kwamba ana elimu ya ajabu, walishangaa kwa nini hawana mtu ambaye ni mwalimu mzuri aliyemfundisha elimu hii Je, ameipata wapi? Pamoja na kwamba mitume nao waliwashangaa wali, lakini wao waliweza kusema ya kwamba, maana hapa anasema ya kwamba walitambua, walikuwa pamoja na Kristo. Maanake kwamba elimu waliokuwa nao na maarifa waliokuwa nao hawa mitume waliyatoa kwa Kristo, lakini bado swali likabaki ya kwamba huyo Yesu aliitoa wapi ile elimu. Sasa nikurudishe kosa la watu hawa ambalo walikuwa wamelifanya na walikuwa wanaishi katika kosa hata. Kwa nini wanafika na kwanza kumshangaa Kristo kile anachokifanya ni nini? Turudi katika kitabu cha Yeremia mtumishi wa Mungu ambacho alikinena siku nyingi. Yeremia sura ya pili mstari wa kumi na tatu, ambapo anasema kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Hapa nasema ya kwamba watu wangu hawa wametenda makosa mawili, yaani wamemtenda Bwana makosa mawili. Kosa la kwanza nasema ya kwamba wamemwacha yeye ambaye ni chemichemi ya maji ya uzima, kwa maana ya kwamba watu hawa wanatafuta maji ya uzima, lakini wamemwacha yeye aliye chemichemi ya maji hayo. Wameenda kujifanyia mabirika. Mabirika ni visima kwa lugha ambayo tulionayo sasa hivi lugha hii ambayo imeandikwa katika maandiko mahali hapa ni lugha ya Kiswahili ambayo ilikuwa inatumika zamani. Mabirika yanamaanisha kisima. Kwa maana hiyo unaposema ya kwamba watu wangu hawa wameniacha mimi, niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujio siyoweza kuweka maji. Maanake ni kwamba watu hawa walijifanyia mahali pao pa kwenda kupata elimu ya ufalme wa mbinguni na hapo ni katika visima vyao na wala si kutoka kwa Mungu. Kwa maana walikuwa wamemwacha yeye ambaye, kama wangeendelea kupata maji yale au kupata neno la Mungu linalotokana na Mungu, ufunuo unaotokana na Mungu, maanake watu hawa wasingekuwa wanakosa mbele za Mungu, wasingemshangaa Kristo kwamba elimu hii ameipata wapi, na ndio maana hata yeye mwenyewe aliwaambia ya kwamba ninayoyafundisha si ya kwangu mimi. Ukiendelea katika mstari huu wa kumi na sita katika Yohana saba mstari wa kumi na sita, unaweza ukaona jinsi ambavyo anawaambia ya kwamba maneno haya si yangu mimi, bali ni ya yeye aliyenituma ambaye tayari watu hawa walikuwa wamemkataa siku nyingi za nyuma, kipindi ambacho manabii wanahubiri injili. Walikuwa wamechagua uongozi wa mwanadamu, walikuwa wamechagua ufunuo wao walikuwa wamechagua vyuo vyao vya kitheolojia, kwa sababu visima hivi vya kitheolojia ambavyo mahali hapo vinaongelewa kuwa ni mabilika waliochagua watu hawa, manake ni visima ambavyo ni vyuo vya kitheolojia. Na huko ndiko ambako watu hawa sasa, kama kila ambapo tunapoona leo hii dhehebu lina kisima chake cha kitheolojia, huko ndiko linaenda kutengeneza watu, linaenda kulisha watu mafundisho yao, ili kwamba waje kuwafundisha watu na kuwajenga katika mfumo ambao wameuchagua wao. Sasa turudi tena tukaangalie katika kitabu cha Yohana saba mstari wa 18 na wa tano, lakini pia na Matendo ya Mitume 4:13. Tuone maneno haya jinsi ambavyo watu hao wamekuwa wakiyasoma. Hapa anasema ya kwamba hata ikawa katikati ya sikukuu Yesu alikwea kuingia hekaluni, akafundisha. Wayahudi wakastajabu akisema, amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? kusoma huku kuliko kuwa kunazungumziwa sio kujua kusoma na kuandika. Maana yake ni kwamba amepataje kujua elimu huyu ambaye hakwenda katika vyuo vya kitheolojia, hakuingia katika moja ya vyuo vyao vikuu, vyuo vyao vizuri vya kitheolojia, kwamba hajasomea theolojia katika vyuo vya Mafarisayo, aidha Masadukayo, ama Waesenayo, au chuo chochote katika dhehebu lolote. Walimfahamu vyema mtu huyu, hata majirani walimjua na habari zake wengi walizifahamu. Hakuingia katika viuo hivi. Sasa unajiuliza, hii elimu ameipata wapi? Ya kuponya mapepo, ya kila kitu ambacho alikuwa anakifanya, na ujuzi wa maandiko ameupata wapi? Ndiyo jambo ambalo hata Mafarisayo walivyomfata na kumuuliza, ya kwamba unatenda mambo haya kwa mamlaka ya nani? Vile vile hakuwajibu bali aliendelea kuwauliza na kusema ya kwamba Yohana alileta ubatizo kwa kwa mamlaka ya nani. Na kwa jambo hilo unaweza kaona hata wakati huu ambapo mitume Yohana pamoja na Petro ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 13 anasema kwamba basi, walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu waliwatambua ya kwamba ni watu wasio kuwa na elimu. Hiyo elimu wanaoizungumzia sio kwamba hakwenda kusoma darasa la kwanza mara pili. Hapana. Elimu wanayoizungumzia ni elimu ya theolojia, ila tu hapa wakajiongeza na kusema ya kwamba elimu hii walionayo au wanachokifanya kwa sababu walikuwa na Yesu. Waliwatambua. Sio kwamba walikuwa wanajulikana kila mahali kana kwamba kama tunavyofahamu watu maarufu leo, kana kwamba ukimuona tu Petro kila mtu anamtambua hapana bali hao walipoona vile wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kwa maana hiyo elimu hii wameitoa kwa Yesu, na huyo Yesu walikwisha kumuuliza jambo lile lile ambalo hawakuelewa kwamba elimu ile ameitoa wapi. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kwamba elimu inayozungumziwa mahali hapa si darasa la kwanza wala la la pili wala la tatu wala kusoma na kuandika. Walikuwa wanajua vizuri kusoma na kuandika. Yesu alienda shule kama ulivyoenda shule. Petro alienda shule kama unavyoenda shule. Yohana alienda shule kama unavyoenda shule, na hakuna hata mtume mmoja ambaye hakwenda shule. Sasa unaweza ukadhani, kwa ninyi mnaosema ya kwamba huu ulikuwa ni muujiza kwa sababu walikuwa wajui kusoma na kuandika, kwa maana hiyo waliwezeshwa kwa muujiza kusoma na kuandika, naweza mkahisi kwamba najaribu kuondoa muujiza uliotendeka. Nikwambie jambo moja, ilikuwa miujiza mingi sana. Ni bora ukatumia hiyo kuliko kuongeza ya kwako na kudanganya watu, kwa sababu Yesu Kristo wala mtume yoyote hawakujua kusoma kimeujiza. Walikuwa wanajua kusoma kwa sababu walijifunza shule, walienda shule kama watoto wengine. Hilo ndio jambo ambalo nataka ulifahamu, lakini ufahamu jambo hili ya kwamba kila ambacho walikuwa wanakifanya Wayahudi au wana wa Israeli katika madhehebu yao, na mpaka kuweza kuona ajabu hii, ndicho unachokifanya hata wewe Hakuna dhehebu leo hii lisilo kuwa na chuo cha kitheolojia. Hakuna watu leo hii wasioamini injili lazima itokane na vyuo hivi vya kitheolojia. Hakuna mtu anayetaka kumtumikia Bwana leo hii ambaye atataka kupata ufunuo kutoka kwa Bwana, bali kwenda kusomea vyuo vya kitheolojia. Sasa kama unavyoenda kuona jambo hili, jinsi watu hao walivyokuwa wamelitukuza na kuliweka juu ya mambo yote, ndivyo ambavyo ulivyolitukuza na kuliweka juu ya mambo yote. Kuna jambo ambalo umelikataa kabisa, kama ambavyo Kristo alisema ya kwamba kanisa langu litajenga juu ya mwamba huu. Huo mwamba umeukataa, kama ambavyo Israeli aliukataa na ule mwamba ukawaangukia watu wale walioukataa. Ndiyo jambo ambalo hata wewe linaloenda kukutokea, kwa sababu mwamba ule ambao hautaki utasimama hata sasa na na ndicho ambacho nakutaka ukafumbue masikio yako na macho yako macho, ili upate kutubu, kwa sababu yanayotukuzwa ni hayo ambayo Mungu ameyachukia. Yale ambayo yanaonekana na utukufu kwa mwanadamu, yale ambayo unayaona wewe ndiyo matukufu, ndiyo ambayo yamchukizayo Mungu. Na watu wamewacha uongozi wa Mungu na kufata uongozi huu wa uongo, uongozi wa wanadamu. Ndiyo kile ambacho katika video inayokuja Tutaweza kujifunza jinsi ambavyo umewacha uongozi wa Mungu. Karibu kwa mara nyingine. Amen.